Nadhani watu wote tumeshaziona hizi video ambazo zina trend sasa hivi AI. Abongo karibuni, mahindi ya kuchoma mia tano yana pilipili. Rudi kwenu Ulaya, mimi kwetu nina mtumbo Songea, sio Ulaya. Ukome tueleza, unahisi vipi kuhusu kazi yako hapa? Kwa paka nimekuwa hapa ten years, wanachaji watu kuniona, wanachukua pesa zote, wananikulisha cabbage. Nataka haki yangu. Yaani ukiingia TikTok Ukiingia Instagram videos nyingi sahivi watu wengi sahivi wameweza kutengeneza hizi video za AI mpaka sometimes inafika point unashindwa kutofautisha video ya halisia ni ipi na video ya halisia mbao sio ni ipi. Nadhani nikasema waigizaji au watu wapo, watu ambao wapo katika utengenezaji wa videos, content creation, marketing, nadhani wapo katika hatari ya kuwa replaced. Na mimi pia nikiwa mmoja wapo. Na ni kitu ambacho naweza nikasema nadhani ni time ya kuanza kutafuta kazi zingine za kufanya, kwa sababu ninahisi kwamba AI inakoelekea imeweza kufanya kazi kila kitu. Yani AI imeweza kufanya kila kitu. Hebu tazama hizi video afu then tuje To hey, hai, wa mchongo leo na kulabata wasichana warembo leo. Mpo na nani hapa klabu? Naweza kuwa na wewe ukitaka, kuanzia moja mpaka kumi, huyu atakuwa amelewa kwenye namba ngapi? Namba kumi bro. <laughs> Nilijua nimeharibu pale, nilipo nilipo mpenda binadamu. Uh, nikajisahau mimi, ni ni prompt tu. Tukifungua browser yako sasa hivi tutakutana na nini yeah.

Okay, nadhani umejionea mwenyewe. Sitaki kuongea sana. Tumini nataka leo tulije nizungumzie kwa ufupi tu kwa nini hichi ki, kitu, kitu kitakuwa kina maana gani, so, kwa leo so far Google wame, wameweza kuachia AI generation mode yao inayoitwa VEO3 ambayo unaweza ukagenerate videos zenye quality ya juu kwa kuipa tu prompt. Yaani unaambia tu AI itengeneze kitu fulani inakujeneratea. Ninaweza kusema AI generation mode ya Google ambayo wameweza kuachia kikweli ni, ni mapinduzi makubwa. Nita, nita, nita ongelea, ni negative way na, na positive way. Positive way, inaeza nikasema tumerahisishiwa kazi especially, watu ambao tuna especially kwa watu ambao wanatengeneza maudhui hapa, ninazungumzia video editors, watu ambao wapo katika movie industries, watu ambao wapo katika modeling ambao let's say kama video vixens. Nasema watu wote ambao like wanashiriki ule mchakato mzima wa kutengeneza maudhui, naeza nikasema AI imekuja kurahisisha kwa sababu sometimes, unaweza kujikuta unataka kutengeneza tangazo fulani, lakini hujui utatengeneza like, kwa namna gani, bajeti yako haitoshi, kwa hiyo unaweza kuingia kwenye hiyo website ya Google AI ya Firi, prompt let's kaweka ni muuza duka unataka kutengeneza tangazo kwa ajili ya biashara yako. Unaandia tu prompt bana, unaelezea duka lako liko vipi, unauza kitu gani yenyewe na kujeneretia video. Nikisema niliongelea katika negative sides, nizani kasema kwa wale watu watu ambao watashindwa kuchukua hatua wa mapema, umetokomezwa. AI ni nzuri kwa sababu unaweza kusema kwamba AI ni mbaya, lakini kasema AI ni nzuri kwa sababu itakuja kurahisisha vitu vingi sana, na ni kitu ambacho hatuwezi kukiepuka, ni mabadiliko ambayo lazima yawepo. Ukisema AI ni mbaya isiendelezwe, utakuwa ni mtu ambaye upendi maendeleo kwa sababu mfano mzuri miaka zamani amshua watu kipindi watu waliokuwa nauza farasi kama njia kuu ya usafiri. Nadhani magari yalivyokuja walisema kwamba magari si salama, sababu yatatuharibia biashara. Watu wengi watashuka kiuchumi, sababu farasi watu hawataweza kutumia tena farasi, watanenda watahopti magari. Lakini ukiangalia kwa, kwa jicho jingine, unaweza kuona kwamba ni kitu ambacho lazima tukua tunatakiwa tuwe nacho, sababu ukilinganisha farasi na gari, farasi kwanza unahitaji yani ana una vitu vingi ambavyo hawezi kufanya in terms of speed, capacity ya ubebaji wa watu Kapi, lakini of course, ukiangalia katika negative side, utasema kwamba of course watu, watu kuna kazi wanaweza kupoteza, lakini pia ukiongelea katika sides ambayo ina positive side unaweza kusema kwamba watu wata, efficiency au utendaji kazi utakuwa ni mkubwa kwa sababu gari inaweza kubeba watu wengi, inaweza kaenda kwa spidi ndefu bila kuchoka, like, as long as tu ume, umefanyia service na nini ikapiga kazi non stop. So kikubwa cha cha tu cha kusema tu hapa ni kwamba AI ni kitu ambacho sio kitu cha kukiogopa. Umeona? Ni kitu ambacho inabidi mtu jifunze Like, wale watu ambao wataweza kukiren mapema na, na kusema na kulen namaanisha na na na nini kuweza kujua namna gani ya kutengeneza prompts ambazo unaweza ukajenerate videos kwa sababu mo, mo, most of the time AI haiwezi kufanya kazi yenyewe. AI lazima uipe prompt ili iweze kufanya kazi. Kwa wale watu ambao wapo katika hizo industries ambazo nimezitaja kama movie, movie production, content creation, script writers. Watu kama ambao na mwanzoni na, ma, ma, nafanya kazi katika upande wa production, nadhani nikasema njia nzuri ni kuweza kujifunza hivyo vitu, na kama mtu upo unajua upo katika sekta au industry ambayo AI kukureplace ni rahisi, inabidi uijue AI haraka ili uweze kuioptimize katika utendaji wako wa kazi wa kila siku, sababu AI ipo na, na ha, haiondoki leo wala kesho, na siku unavyozidi kwenda inazidi kuboreshwa, kuboreshwa maradufu zaidi. So cha kufanya, unachotakiwa ni kuweza kuilearn mapema ili uweze make sure kwamba au replaced na AI. Kiukweli hii AI ya Google mwenyewe kiukweli nyew imenishangaza sana yani, inatengeneza hiyo kwanza ipo katika quality ambayo unaweza mtu mpaka unafika point, tunaenda kufika katika pointi ambayo utofauti utakuwa ni mdogo sana kuweza kutofautisha, ni gap ya utofauti kati ya video ya AI na video ambayo sio siyo ya AI. Kwa hiyo ni kitu kizuri, kwa sababu of course budget wise, mtu baada ya kutengeneza production set kubwa ya watu kuweza kushoot content video ambao lesi, mlipe videographer, mlipe modo, mlipe wale magafa, ulipe, sio watu ambao watasaidia kutengeneza script au kushutia content lesi, kama ni muza duka, uite mtu aweze kushutia bidhaa zako na nini, lakini unaweza tu kwa utaalamu tu, unaweza ukaipa prompt AI ikakutengenezea video kulingana na wewe unavyotaka iwe, izunguzie kitu gani, mazingira gani ton ipi, mudi ipi, inafanya kila kitu. Utaona matokeo mabaya, ni kama tu hutoe prompt nzuri. Cha kufanya tu hapa, guys, kama ni mtu ambaye unajua, kama hupo katika sehemu ambayo AI inaweza kureplace, make sure una learn mapema, kwa two steps, two steps ahead na AI utaweza ku benefit. Lakini ukiendelea tu kusema tu kwamba AI sio kitu kizuri, AI iweze kubaniwa, AI kama tunaelekea katika mwisho wetu. Hapana, tupo katika kipindi cha transition ambacho ni lazima tukipitie tukipitie, kwa sababu of course, siku navyozidi kwenda teknoloji inazidi kukua. Lakini sasa ukianza kusema tu kwamba hiki kitu sio kitu kizuri inabidi kiwe banished na na na nini, utakuwa unakosea, utakuwa unapitwa na vitu vingi sana. Ukitaka kujaribu, nitakuja nitakuja na video ni namna gani, ni namna gani, kaitumia, kaitumia VEO3, video kuelekeza ni ni Google kuweza kujenerate, lakini kwa kwa ufupi tu haipatikani for free, ni lazima ulipie, unalipia kwa mwezi na gharama zake ni kama dola 25. Hmm. dola 25, kama kama kama dola dola 25, 25 shilingi elfu hamsini mpaka laki kwa mwezi kwa mwezi kuweza na u, u, unaweza tu tu kujenerate video video ya sekunde nane, na kama video kama ya sekunde sekunde nadhani kitu sijajaribu lakini haraka haraka ni

Yaani, kitu kizuri sana, itusaidia sana kuweza kujenereti vitu ambavyo ni vizuri sana. So, till next time guys, Peace.